Shalom, shalom. Tunawashukuru Mungu kwa siku leo. Tunashukuru wote ambao wanaendelea kutufuata na mtandao so nafasi nyingine. Tunakuwa na somo nzuri sana kwa wiki hii. Tunazungumza kuhusu uh, mwito wa Mkristo au tuseme Mkristo na uh, mwito wake katika mwili wa Kristo na shairi ambayo tunasoma ni Wakorintho wa kwanza kumi na mbili mstari kumi na saba na tumeelewa mambo mengi sana hapo ambayo tumezungumza tumeonyesha. Wakristo, kweli kwamba kila mtu ana nafasi yake katika mwili wa Kristo. Kweli kwamba tumeokoka, ni kweli kwamba tumemwamini Kristo, lakini haitoshi inategemea na vile tunavyotumika ili kujenga mwili wa Kristo. Wakati tunaokoka tunaingizwa katika mwili wa Kristo, tunaingizwa ndani ya Kristo, na shabaha yetu ni kwamba tulijenge kanisa. Na Yesu Kristo katika hiyo alileta vipawa kupitia Roho Mtakatifu, alimwaga karama na huduma mbalimbali mbali zile zote zinatumika maksudi, kazi isonge mbele na mwili wa Kristo upate kujengwa. na tuliendelea kusema kwamba kazi ni nyingi sana lakini, tuelewe kwamba roho ni mmoja, hakuna shomere ndani ya kanisa. kazi na ina maeneo mengi, tuliongea kuhusu uinjilisti, tuliongea kuhusu maombi na maombezi, huduma ya huruma kufariji, kufundisha, kusaidia na kazi nyingi ambazo tumeziongelea. Lakini pia leo tulipima kuonesha kwamba kila Mkristo ana wito wa kipekee. Kila mtoto wa Mungu amepewa karama au kipawa. Maani yako haiko sawa na yangu, umepewa yako, umepewa yangu fulani na yamepewa yake, lakini sote tunaitumia ili mwili wa Kristo upate kujengwa. Na tunaposoma Warumi sura kumi na mbili mstari wa sita nasema basi, kwa kuwa tuna karama zilizo tofauti kwa kadiri ya neema tuliyopewa. Tunatofautiana kabisa. Shida ni kwamba leo kila mtu anafikiri kwamba ya mchungaji ndio ya, ya juu ya profeti ndio ya juu. Kama hauko profeti, kama hauko wa kuonekana na macho ya watu, ni kusema hautumiki, japokuwa kila mtu ana yake, na kila mtu anapashwa kuhisi kwamba anatumia yake kwa ajili ya faida ya wote. Unatumia yako kwa ajili ya kujenga kanisa, kujenga mwili wa Kristo kwa ajili ya kufanya kwamba kanisa lionekane linaendelea mm, na lina nguvu zaidi. Kwa kutuelewe ile kwamba kutokutumia kipawa chako ni sawa na kulinyima kanisa kile Mungu alikitia ndani yako. Wakati unashindwa kutumia kipawa yako unaima kanisa, ni kama vile una fer shome kanisa kama vile kuna kitu ambacho akiendelea. Sababu gani? Sababu kile ambacho Mungu alitia ndani yako unashinda kukitumia. Na ndiyo maana tunaendelea tunawaalika tena kesho maksudi, kwamba tupate kuzungumza kuhusu magonjwa ambayo inasumbua mwili. Tutaangalia ni magonjwa gani ambayo inasumbua kanisa na ni dawa gani tunaweza kutumia. Na kusudi kwamba mwili wa Kristo upate kujengwa na upate kuwa na afya. Asante sana kwa kutusikiliza na Mungu aendelee kuwabariki. Kesho tunaendelea na inaamini takuwa tena tena. Mungu awabariki.